Ikiwa wewe ni kijana Muislamu unayetaka kuwajua mashujaa wako, basi unahitaji kusikia kuhusu kuzaliwa kimuujiza kwa Nabii Isa. Hii ni hadithi usiyoweza kuikosa. Hebu wazia hivi: Maryam, moja wa wanawake wakuu waliowahi kuishi duniani, yuko peke yake. Ghafla malaika Jibril anatokea na ujumbe ambao utabadilisha historia: atakuwa na mtoto wa kiume, lakini bila baba. Umechanganyikiwa? Ndivyo alivyokuwa yeye pia. Lakini Mwenyezi Mungu ana nguvu zote. Kama vile Adamu alivyoumbwa kutokana na udongo, Mwenyezi Mungu anasema tu kuwa na inakuwa. Maryam anakabiliana na hili kwa imani na unyenyekevu. Akiwa peke yake, anajifungua Isa alayhi salam, ambaye angekuwa kuwa nabii na ishara kwa wanadamu wote. Kurani nasema mfano wa Isa kwa Mwenyezi Mungu ni kama ule wa Adamu, alimuumba kutokana na udongo, kisha akamwambia kuwa naye, akawa hadithi si tu kuhusu miujiza, ni kuhusu kumwamini mpango wa Mwenyezi Mungu, hata kama ulimwengu hauelewi. Kumbuka, kila changamoto unayokabiliana nayo inaweza kuwa mwanzo wa kitu cha kushangaza. Endelea kupata msukumo na uimarishe imani yako.